Si tu kwa maana mmejenga mradi wa kitega uchumi, lakini mmetekeleza jukumu lenu kiupana zaidi katika suala la ulinzi na usalama. Akifungua kituo cha mafuta cha kikosi cha Valantia KVZ Mtoni, amesema miradi ya aina hiyo inahitaji kuimarishwa, kwani imeonekana kuwa ni chanzo kikuu cha ukusanyaji wa mapato ya serikali. Sisemi wenye vituo vingine watu wasiweke bakua. Lakini kwa lengo la kulinda usalama wetu viko vyombo vingepaswa kuwekwa mafuta katika maeneo hayo. Sasa wengine wataamua, kila mtu hii ni biashara, na sisi sheria yetu ya kembi zaidi naturuhusu kufanya biashara tumeibadilisha. Kwa hiyo kila mtu na uhuru wake. Ninachojaribu kueleza ni umuhimu wa usalama wa kuweka mafuta katika vituo kama hivi.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 Mheshimiwa, huu mradi wa asilimia mia moja umepata fedha kutoka serikalini, lakini kwa initiative ama usimamizi thabiti wa mkuu wa kikosi. Mkuu wa kikosi cha ja Valantia KVZ, Luteni Kanal Said Ali Shamhuna, amesema kwa sasa wamepiga hatua wa kubwa katika kuleta mageuzi kwa askari wa kikosi hicho, na wala hatuangalii nyuma tumefanya nini sasa hivi tunasonga mbele na ndio maana mheshimiwa, sasa hivi ukiingia ndani ya kikosi humo eh, kuna maendeleo makubwa sana yanaendelea, lakini vile vile ukiangalia kwenye vyuo vyetu eh, vya, vya, vya Pangatupu na Kisakasaka kuna maendeleo makubwa sana ambayo yanaendelea. Meneja wa kampuni ya SECCO Khamis Nassor Khamis, amesema kituo hicho kimezingatia usalama watumiaji na miundombinu bora ambayo itatoa huduma kwa urahisi. Kwa any types of truck, sisi hapa inaweza tukapokea na tukajaza mafuta kwa wakati wowote, maanayake hapana usumbufu wa kuingia na kutoka, wala hatupo katika kona, maanayake ni sehemu nzuri kwa ajili ya vituo vya ukanda huu wa njia ya Bububu. Hii, hichi ni kituo ambacho kina nafasi nzuri ya kuingia na kutoka kituo hicho cha mafuta kimegharimu shilingi bilioni moja milioni mia moja na tisini na tano kikijumuisha mashine nne za kutilia mafuta, sehemu ya kutengeneza gari, maduka ya kisasa, ofisi ya mkuu wa kituo na huduma za kifedha. Mwaji hairi Kitwana, ZBC.